Wengi miongoni mwao ni yatima na wanawake wajane, waume zao walipatikana kwenye shamba la mapambano na wengine tayari kuanguka kwenye vita vinavyohusisha jeshi la jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, FRDC, na lile la taifa la Rwanda linaloshirikiana na kundi la M23 mashariki mwa nchi ya Congo, mkoani Kivu ya kusini na Kivu kaskazini. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, Kanali Ngongo Mayanga Diedone ni mkuu kiongozi wa mtaa wa Mulekera Pabeni, mkoani Kivu Kaskazini. Certain quartier de la commune Mulekera ne savait pas comment fonctionner a cause de l'argent. Baadhi ya kata mtaani Mulekera zinakuwa na matatizo ya namna gani kufanya shughuli za kila siku sababu ofisi zote zimevamiwa, na chukua tu mfano wa kata la Tamende. Wakimbizi hao ni wake na watoto wa wanajeshi, wameshavamia ofisi yote ya kata la Tamende. Sasa ofisi hiyo ni kama nyumba ya wageni. Uwanja wa ofisi ya kata hiyo umevamiwa, kumejazwa vitanda na vifaa vingine vyote, hata ofisi walibomoa mlango na kufanya chumba cha ofisi kikawa kama ni ghala kwa kutia vyovyote walivyo navyo vya vyakula na vinginevyo. Kwa sasa kiongozi wa kata la Tamende na wote wanaoshirikiana nao wana matatizo, hawawezi kuingia ndani ya ofisi ili wafanye kazi kama kawaida, ila ombi la wakimbizi ni maafisa wanaohusika na shughuli za kulipa mishahara za waume wao kuharikisha, ili mradi wapate uwezo wa kupata nyumba za kupanga. Maanake ni magumu, tunateseka, tunateseka, tunateseka. Bakubwa baangalie hii maneno, tunayua bie guverner iko hapa, tunayua bie komanda sektere iko hapa

hamuna kwa kulala, unaenda unafika pale njala, unakosa urudie, unakosa. Badi bakubwa bao watusikilie huruma. Kiongozi wa kiraia mtaani Mulekera amepinga kwa udi na uvumba wakimbizi hao kupelekwa mbali na ofisi inayolipa mishahara za waume wao. Wakati tulisikia hii malalamiko kwamba makartier zinavamiwa na wabibi wa waaskari, tukashiripoti tukaenda, tukaonana nao, wakatuambia au ni wabibi wa wasoda ambao wako kulini. Gizi munajua, huko kwetu vita inatukumba sana. Kunakuwa wengine wanasema ni wabibi ya waskari ambao washa kufa, yaani waveve na walikuja wengine walikuya fa control kuona kama machina zao zingali kulisting ya payema na vengine vanakuya kutwala afranga zavo, gizi valikuwa goma aparama sistemi lishanje, vote valikuwa na kuya pokelea huko na wamefa pale preske juma mwa na nusu. Kuna watu wengi ambao hawayakuwa registre na wengine hawapokea pesa zao wakati tulizungumza nao wakatuelezea shida ambayo wanapitia pale, wengi hawana famia hapa Beni, na njo maana ma parcel voisine wana wanaikala mwazu wanalala pale. Na gizi iko karibu na biro ya kartie ya tamende, wanaikala wanalala mbalko. Kiwanja yote inavamiwa na wale wabibia wa soda, na wengi walikuya vile na watoto. Na ukiangalia ile boulevard pale, ile fasi a fasi na, na osakafu wengi wako nalala pale na mume na inakuwa shida sana, kwani magonjwa yanapasha tokea eh, aksida wanapasha gongewa, wa, watoto wanalala pahali pabaya, wamama vile, kupata chakula kupata uh, dawa kupata maji inakuwa shida. Na sisi kama shirika la raia tuliona ya kwamba si vizuri, na ndio maana tukaita mwito kwa wakubwa wa nchi maire de la ville kwani yenjo gara ya ville de Beni aweze akajiimplike mwa hii situasion na burgumestre, mheshimiwa burgumestre wa komine naye angalie nini pare yake nini amba napasha fama. Na sisi kama shirika la raia tunaita mwito kwa watu wote, yule ambayo iko na moyo mwema anapasha kuwa na kipande ya muhogo, anapasha kuwa na 5 safra anapasha pita pale ku biro ya jeunesse, kwani permanent anapaka pale, anamwachia ile kitu juu musaidie. Juu ya nini kwani ni wamama ambao wabwanao niko wapatriote yuko nagombana juu ya kupata amani huku kwetu, na kuna kwa wengine wamama ambao walipoteza wabwana juu ya kugombania inchi. Tuko na ile majibu ya kuwasaidia na wautorite wa washikaze wafae juu chini processus ende mbele na tuna ita mwito kwa wale ambao weko nafaa listingi ya payema na registrema wajikaze tafadhali, tena tafadhali, eh, vitu na havia haribika, wajikaze wakuwe peditif juva aweze kumaliza listingi na kuarejistre wale watu. Na tunasii sana waliste wa wa wote ambao wako pale, na hatupendi kusikia mtu mmoja alikuwa rejete ubswate walifunga nimero ya payema yake ao walidetourner franga yake, kwani ni droit ya wale wa mama ambao wameachwa na wabi bwana wao, ni wiko na droit ya wale wa mama ambao wa bwana wao wiko kulinyedefr na wakuwe priorite, na tuna wapatie omwe 48 heures na wamekwana wamemalize ile liste, kwani wako natumika na mashine, haiko kusema iko uh, ilema mashine za zamani ya dakilo Muna na nyinyi munajibia nini? Kwa yenyewe burugumesteri anasema atabatosha pale, atabadilokalize kubapeleka Mambango bo afete. Wakati tuliongea nao uh, kulikuwa ile sisteme ya kuwapeleka Mambango, unaona Mambango na hapa koza ka omwe se a peu près 7 km mena mumama kukwa natoka kule Mambango kukiafatili alisting ukiepeyema na hajue kama atapokea siku gani kwani Bon, ni desordre kwanja, kwani unakwaka mbali, unajua nitapokea jeudi bien, nitapokea mercredi bien, nitakuwa registre siku fulani, me iko flu, unakutanisha mama amefaa pale, ile semaine hawaya mwitaka haya pitaka kuaregistremo vosate kukontroli ku, ku, ku, donk ni vitu vyenye havikuwamo, um, kawaida kabisa haiko kumustari, na njo maana sisi si, kama shirika la raia wakati bourgmestre atisema ataweza ata, ata, ata kuwasaidia tulifikiria ya kwamba kwani kuko maespase vide e, kwani wakanegosie par exemple tere ya Kalinda ubieswate soko ya makambanye kungali maespase ubieswate tere fasi fulani wanapashwa enda watia pale na kuwahudumia kwani ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni waja ya leta viko na matrikile ya leta viko na ile, ile droit ya msaada ili wapate kuishi kama watu wengi. afisa na ilipa anasema shughuli za ulipaji mishahara zinaendelea kama kawaida, kwa mujibu wake, ila watu ni wengi na kati yao kuna ambao jina zao zilifutwa kwa amri ya maafisa wa taasisi ya uchunguzi EJF walipokuwa ziarani Beni mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Congo, ili hali familia bado zipo Beni. Erikson Luhembwe,